Mtazamaji, hospitali ya St. Peter's ambayo pia inamiliki chuo cha mafunzo ya utabibu imeshirikiana na Radio Citizen kutoa huduma za matibabu bila malipo kwa wakazi wa Kawangware kaunti ya Nairobi. Naam, akizungumza katika hafla hiyo iliyofanyika katika uwanja wa DO Grounds, muuguzi Kwamboka kutoka St. Peter's alielezea furaha yake ya kwa mafanikio ya hafla hiyo, kwa kufaa jamii. Naam, huduma zilizotolewa ni pamoja na ushauri wa matibabu, matibabu ya meno, huduma za macho na utoaji wa damu bure kutoka hospitali ya St. Peter's. Nimefurahi kuwa hapa maana, nilisikia ikitangazwa kutakuwa na medical camp, nikasema leo ndio ile siku, maana niko na mtoto anasumbuliwa na macho, nikachukua jukumu la kumleta ameonekana na tunaendelea kwa process. Leo hii shughuli ambazo zimefika hapa ni kuwa yeyote ambaye amefika hapa kama ana shida ya meno anapata kuhudumiwa, kama ana shida labda ya macho anapata kuhudumiwa. Tumekuwa pia na wito kwa wanawake ambao labda wanahitaji usaidizi wowote ule wa madaktari pia wanawake wamefika po wengi, na sio hiyo tu, pia kuna ile usaidizi pia ile kwa ujumla tu general medical check up. Pia tumeita wakenya wote waje hapa wapate huduma ya kwanza, wapate kufa, kufaidika na wao kwa shughuli hii ya medical camp leo hii. It has been a a great partnership, tumeweza kupena, uh, giving back to the society na tume touch a lot of lives kwa watu wenye hawangeweza kupata hizi dawa bila kutembelea hospitali na kulipa kutoka kwa mfuko ama kutumia insurance.